Kwa majina yanaitwa Mwalimu Makwasa Bulenga, afisa elimu wa mkoa wa Singida. Katika mkoa wetu wa Singida, mitihani ya upimaji wa kidato cha pili imeanza leo tarehe 10 mwezi wa 11 na itaendelea hadi tarehe 20 mwezi wa 11 2025. Tuna watahiniwa 25791 wakiwemo wavulana 11,663 na wasichana 18,674 watakaofanya mtihani wa upimaji wa kidato cha pili. Kati ya watainia hawa tunao watainiwa ambao ni wenye mahitaji maalum, watainiwa kumi na sita, wakiwepo watainiwa watano wasioona na watainiwa kumi na moja eh, wenye uoni hafifu, ya kati yao wavulana ni wawili na wasichana ni tisa. Lakini pia katika mtihani wa upimaji wa kidato cha pili tunao watahiniwa wa kujitegemea ambao wako 176 ambapo wavulana ni 66 na wasichana ni mia moja na kumi. Tuna jumla ya shule 194 ambazo zitakuwa vituo vya fanyia mtihani na tutakuwa na wasimamizi, jumla ya wasimamizi elfu moja mia moja sabini na sita wakiwepo wakuu wa shule mia moja tisini na nne wasimamizi wa mikondo mia saba themanini na sita pamoja na wasimamizi wakuu mia moja tisini na nane. Kwa ujumla, maandalizi yalishakamilika na mpaka leo asubuhi wa vituo vyote 194 na wameweza kufanya kuanza ni kufanya mitihani yao ya upimaji na mpaka sasa hivi hatujapata tatizo lolote katika mtihani huu na tunategemea mtihani utaisha salama. Mitihani yote imeshaenda katika vituo vyote hata vile vituo ambavyo viko mbali kutoka makao makuu ya halmashauri na kuna vituo ambavyo viko kutoka makao makuu ya halmashauri kilomita zaidi ya mia tisini na kutoka hapa mkoani zaidi ya kilomita mia tatu. Kituo kama cha sekondari ya Rungwa michani pia imefika, licha kwamba kiko mbali kutoka makao makuu ya halmashauri kwa sababu kule tayari tumeweka kituo teule ambacho kinasambaza mitiani katika hiyo shule. Kwa hiyo hata vile vituo vya mbali sana toka makao makuu ya halmashauri makao makuu ya mkoa tayari na vyenyewe vimeshafikiwa na mtihani na mitihani inaendelea.